Yep, kama mnavyo nijua mimi, unajua sometimes huwa wanaamua kutengeneza hizi video sababu unaona watu wengi mtandaoni wanabishana kuhusu kitu ambacho hakijui kabisa. Sasa hivi karibuni, tarehe 25, tuliona Marekani wakifanya mashambulizi ndani ya Nigeria, na haya mashambulizi yalitumia makombora ya Tomahawk kulenga target ambazo zilikuwa ndani ya Nigeria. Marekani wanasema kwamba hizi target ni vikundi vya kigaidi vyenye uhusiano na kundi la ISIS. Unajua hili ni kundi ambalo Marekani wamekuwa wakipigana nalo Syria kwa muda mrefu, kweli tena sana, sana. Donald Trump amekuwa akipigana nalo sana hili kundi ISIS. Ni Islamic State, hili ni kundi la kigaidi ambalo kila mtu amekuwa akilipiga vita. Tumeona Russia wenyewe wamepigana hili kundi, sijui Uturuki, Marekani wametumia hela nyingi sana kupigana hili kundi. Ni kundi ambalo kila mtu duniani anaamini ni kundi baya sana na uwepo wake ni tishio kubwa sana kwao, kwa hiyo ndio maana kila mtu ameamua kulishambulia hili kundi. Sasa hivi karibuni, tarehe 25, tuliona Marekani wakifyatua makombora 12 kuelekea Nigeria, yani makombora ya Tomahawk. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba tuliona makombora matatu kati ya haya makombora 12 yalishindwa kulipuka kabisa. Sasa watu wengi mtandaoni wakaanza kuongea na kusema kwamba ya kama kawaida makombora ya Tomahawk yanaferi kufika kwenye tageti yake na mara nyingi huwa hata yalipuki kabisa. Wengine wanasema huenda ISIS wa Nigeria wako so advance, wameweza kujamisha haya makombora, wanaweza kupigana hii electronic warfare okay. kitu ambacho watu wanakosea ni kwamba hawajui namna gani haya makombora ya Tomahawk yanavyoweza kujiongoza hadi kwenye tageti yake. Haya makombora ya Tomahawk huwa na njia karibia nne yanayoweza kutumia kujiongoza hadi kwenye tageti yake. Njia ya kwanza ni tunaita TERCOM yani, terrain counter matching. Njia ya pili ni tunaita DSMAC digital scene matching area. Njia ya njia ya tatu ni kwa kutumia GPS, na njia ya nne ambayo ni ya mwisho ni kwa kutumia inertial navigation system INS. Okay, sasa njia kwa mbo ili kombora la Tomahawk linatumia kujiongoza hadi kwenye target yake ni njia ya TERCOM pamoja na digital scene matching area. Sasa hizi njia jinsi gani zinavyofanya kazi kwenye hili kombora ni kwamba ili ili kombora liweze kufata target yake na kujua iko wapi, ni lazima kwanza, kabla ili kombora lijafanya mashambulizi, satellite za Marekani ambazo zipo kwenye orbit mbalimbali ziwe zimepiga picha zenye resolution kubwa sana, na hizi picha zitakuwa zinaonyesha namna gani ile eneo jinsi lilivyo, yani kuna milima yenye urefu kiasi gani, mabonde haya ambayo yapo kwenye ile eneo yana urefu kiasi ya gani Je, kama hii sehemu imeshuka chini imeshuka chini kwenye umbali kiasi gani? Sasa kitu ambacho kitafanyika hapa, baada ya hizi picha kupigwa, hizi picha zitatengenezwa kitu kama 3D map, yani ramani ya 3D itatengenezwa kutokana na hizi picha. Sasa hii ramani ya 3D itatuzwa kwenye database maalum ambazo zipo Pentagon. Sasa captain anaoongoza hizi meli za kivita akitaka kufyatua ya makombora kuelekea kwenye, kwenye hizi target ambao anataka kuzilenga ni lazima arequest au aombe hizi data za satellite zitumwe kwenye haya makombora, wanaziita library, yaani hizi library zinatakiwa zitumwe kutoka Pentagon, ziwe uploaded kwenye haya makombora ya Tomahawk ambao anatakiwa kulenga hizi target. Sasa baada hizi picha kuwa uploaded kwenye haya makombora, ndipo huyu captain wa hii meli ataruhusu haya makombora kuweza kufyatuliwa kuelekea kwenye target yake. Sasa haya makombora, kitu anachofanya ni kwamba yatakuwa yanatumia rada ndogo ambayo tunaita ni rada altimeter, na kazi kubwa hii rada itakuwa ni kuangalia, je, hapa chini inapopita panafanana na zile picha za satellite iliyokuwa imewekewa mwanzoni. Kwa hiyo kitu ambacho itakuwa inafanya hapa ni kufananisha, je, kitu ambacho nakiona chini ndio kitu ambacho nakiona kwenye picha za satellite. Kwa inamaanisha kwamba mwanzoni kabisa ili kombora litakuwa linaongozwa na GPS, lakini baadaye litaanza kutumia hii terrain contour matching, yaani kujaribu kuona ni vitu gani ambavyo vipo chini ya ardhi na je vinafanana kwenye hii picha? Na hapo ndipo hili kombora litajua sehemu gani linatakiwa kuwepo na sehemu gani halitakiwi kuwepo. Sasa unaweza ukaona kabisa guidance ya haya makombora ya Tomahawk inategemeana na quality ya picha ambazo zinapatikana. Sasa kama hizi picha zitakuwa na resolution ndogo, inamaanisha kwamba haya makombora hayatakuwa na ufanisi wa kufika kwenye target yake, na kiasi cha picha ambacho kinatakiwa kuweza kutengeneza hii ramani ya 3D ni picha nyingi sana zinatakiwa ziweze kupigwa na satelaiti za kisasa kitu ambacho tunaamini Marekani watakuwa wamewekeza muda mwingi sana kutumia satelaiti zao kupiga picha za China au labda Russia, sehemu ambapo wanajua itakuwa rahisi sana kupigana vita hivi karibuni, au labda tuseme Middle East, sehemu ambapo wanajua wanauhakika mkubwa wa kupigana vita na sio nchi za Afrika kwao. Mi naamini, tizani kama Marekani walikuwa na picha nyingi sana za, za resolution ya kutosha kuhusu Nigeria kwa hiyo uenda walivyofyatua ya makombora ya Tomahawk yalishindwa kupata data za kutosha, ambao zitaweza kufananisha kitu ambacho haya makombora ya Tomahawk yanaona ya chini, ndicho kitu ambacho kinafanana kwenye hizi picha za satellite, yaani kufuata ile 3D map ambayo imetengenezwa na satellite. Kwa hiyo ndio maana uenda haya makombora mengine matatu yalishindwa kufika kwenye target yake, ndipo yakaenda sehemu nyingine kabisa. Lakini pia kitu kingine ambacho kinaweza ambacho kinaweza ikafanya haya makombora ya Tomahawk yashindwe kufika kwenye target yake hata kama hii sehemu itakuwa na picha nyingi sana zenye resolution ya kutosha, kama hii sehemu haitakuwa na milima ya kutosha haitakuwa na mabonde ya kutosha, yani features mbalimbali mbali, ambao computer inaweza ka, kazitumia kuzianalyze na kujua kama zipo kwenye hii sehemu. Kama hii sehemu itakuwa iko tambalale sana, inamaanisha kwamba hili kombola litashindwa kujua sehemu gani linatakiwa kwenda, na, na mfano mzuri tunaona ni kitu ambacho kilitokea kwenye ile vita ya Iraq Marekani walipokuwa wanapigana na Iraq kwa kuwa Iraq ilikuwa imezungukwa na jangwa, Marekani walishindwa kupitisha makombora yao ya Tomahawk jangwani, sababu alijua kabisa haya makombora hayataweza kujua sehemu gani anatakiwa kwenda, sababu hakuna milima ya kutosha na hakuna mabonde ya kutosha, jangwa liko tambalale. Kwa hiyo ndiyo maana Marekani waliamua kupitisha haya makombora yao ya Tomahawk kupitia Iran sababu Iran kuna milima mingi sana, na Marekani waliweza kutambua hii milima na kompyuta ili kombora iliweza kudirect haya makombora kiurahisi zaidi na kuweza kulenga target ambazo zipo ndani ya Iran no ndani ya Iraq. Kwa hiyo features mbalimbali ambazo zipo alizini zitakusaidia kuweza sehemu gani anatakiwa kwenda. O, kama Nigeria au sehemu ambapo Marekani walikuwa nafanya mashambulizi ni sehemu ambayo iko tambarare sana, inaonyesha kwamba haya makombora yatashindwa kufika kwenye target yake na kwenda sehemu nyingine kabisa. Sasa ishu nyingine ni kwamba kama haya makombora yalipotea na kushindwa kujua target yake iko wapi, kwa nini yakuweza kulipuka yalipogonga chini? Okay, iko hivi. Haya makombora ya na kwa kuangalia jinsi gani wahedi, jinsi ilivyotengenezwa, tunaona kabisa hili ni kombora la Tomahawk Block 4. Tunajua ya makombora ya Tomahawk yapo ya toleo mbalimbali. Lipo Block 1 ambayo hili ni Tomahawk la kwanza kabisa, lakini pia lipo Block 2, Block 3 na hili sasa ni Block 4. Na yapo Block 5 ambayo haya ni advanced sana. Hili kombora la Tomahawk Block 4 ndiyo mimi na mimi leo tumika hapa hivi kulenga hizi target za Nigeria. Sasa hili kombora huwa la features moja ambalo linaifanya ili kombora likijua kabisa limeshindwa kupata tageti yake iko wapi, na linaelekea sehemu ambapo halijui ni wapi, hili kombora litatriga ile wahedi iwe deactivated, yani hii wahedi itashindwa kulipuka kabisa. Na hiki ndio kitu ambacho tunakiona hapa hivi, hili kombora limepiga chini, lakini hii wahedi tayari ilikuwa iko deactivated, yani haiwezi kalipuka, sababu hili kombora limejua linaenda sehemu ambapo sio tageti yake. Kwa hiyo wahedi yake itashindwa kulipuka ili lisije likaua watu ambao ni innocent, watu ambao watakiwi kuuliwa na hili kombola. Kwa hiyo ndio maana tunaona haya makombola matatu ya Tomahawk yameshindwa kulipuka. Sasa watu mtandaoni kitu alichokuwa anasema ni kwamba huenda hili kombola limejamishwa, wengine <laughs> wanasema kwamba haya makombola ya Tomahawk ya Marekani huenda hayana ule uwezo mkubwa wa kutafuta tageti zake kama watu wengi wanavyoamini. Ya hii ni by design haya ya makombola yameshindwa kulipuka. The design yake ndio iko hivyo, na hii ndio sababu kwa nini Marekani wanatengeneza makombola ambayo ni expensive sana, sababu ya makombola yana features muhimu kama hizi, yana ikijua sehemu gani anapoenda kama siyo target yake, yanaweza kujideactivate na kushindwa kulipuka kabisa. Hili ni kombola la dola milioni mbili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na hivi vitu na ndiyo maana hata watu sometimes kama serikali ya Nigeria wanaweza wakawaamini Marekani kufanya mashambulizi nchini kwao, sababu wanaamini Marekani ni mara chache sana kusikia wanaua watu ambao hatakiwi kwenye hii vita. Kwa hiyo ndiyo maana hata Nigeria wenyewe wanasema wamewaruhusu Marekani kufanya haya mashambulizi, sababu wanajua precision ya makombola ni kubwa sana, na matokeo yake tumeona Nigeria wanasema kwamba hakuna mtu ambaye hahusiki na hivi vita ameuliwa na kama ushasikia watu kwenye internet huwa wanasema kwamba bei kubwa ya makombora ya Marekani ndiyo inafanya wamarekani washindwe kupata bima ya afya <laughs> yaani, taifa lao au serikali yao imeshindwa kulipia bima ya afya ni kwa sababu ya makombora Atomak, ya Tomahawk yana features kama hizi. Sasa baada ya hili shambulizi la Marekani, kuna video mbalimbali zilizokuwa zinatoka ndani ya Nigeria zikiwaonyesha mapolisi wakijaribu kufukua haya makombora na kuyabeba kabisa <laughs> kumbuka, yani makombora ambayo hayajalipuka sasa sijui hawa watu wametumwa na serikali kuweza kufukua haya makombola, wameambiwa kwamba yako sefu, wanaweza wakayatoa vipi nikiwalipukia? Lakini pia kitu kingine, utaona watu wamekusanyika kuangalia hii show, hakuna wakuambia kwamba ili, wa yeah. <laughs> ili kombola linaweza likalipuka muda wowote waondoke. Sasa just imagine kama hili kombola lingelipuka hapa, tungekuwa tunaongea habari nyingine. Hizi ni kazi ambazo zinatakiwa kufanya na watu ambao ni profesional. Yaani Nigeria walikuwa wanatakiwa kutuma bomb squad waje hapa waweze kukagua haya makombola kama yako safe kuhamishwa kutoka kwenye hii sehemu, au kama hayako safe, hayako stable, walikuwa wanatakiwa kuweza kuyalipua hapo hapo yalipo. Lakini cha ajabu, utaona watu wanabeba kabisa haya makombola <laughs> Sasa kitu cha mwisho ambacho mimi na wewe tunatakiwa kujiuliza ni kwamba hawa washikaji waliokuwa wanabeba haya makombola walikuwa wanataka kuyapeleka wapi haswa? au walikuwa wanataka kuuza chuma cha kavu, washikaji <laughs> walikuwa wanataka kupeleka hiki ni chuma cha kavu waweze <laughs> kupiga pesa ya sikukuu. <laughs> Ok, asante sana kuangalia hii video yangu ya Maxtech TV. <laughs> bye bye. E, nimefurahi sana hadi nimewaaga mapema, sababu ni mwaka mpya. Ningependa kuwashukuru fans wote wa Maxtech TV kwa mwaka mzuri mwaka 2025. Naamini tutaendelea kuwa pamoja kwa mwaka 2026, sababu kutakuwa kuna video za kutosha tena, zile ndefu ambazo huwa mnazipenda kweli. Tupia komenti yako, niambie mwaka huu 2026 unataka niongelee topiki gani kwenye hizi video ndefu? Najua sijawai kuongea kuhusu mambo ya submarine zinawezaji kupigana vita hapa, napo kuna teknolojia kubwa sana ambayo bado sijaiongelea. Nadhani mwaka huu 2026 ndo takuwa mwaka mzuri wa kuongelea vita ya submarine, mambo ya anti submarine warfare ya, ni amazing sana, lakini pia tutaona jet f F22 Raptor na yenyewe sijaiongelea kabisa, nataka kuiongelea mwaka huu ni kama sikupata muda. Vipi kuhusu international space station? Nimeona watu wengi kwenye comment wanirequest sana, kwa hiyo ni lazima mwaka wa 2026 niongelee. Lakini pia unaweza ukatupia comment kwenye hii video ukaniambia wewe, una request video gani ungependa kuiona, au topic gani ungependa kuiona kwenye hizi video ndefu za mwaka 2026, ili niandae list yangu kabisa, nijue naandae hizi video kivipi na mwisho, ningependa kuwashukuru fans wote wa Maxtech mlionitumia zawadi ya Christmas. Ilikuwa ni amazing sana na nilifurahi sana kuona kwamba kuna watu wanasapoti sana kazi yangu, asanteni sana. Wengine waliniambia kwamba Christmas wako vibaya, wakaniahidi siku ya mwaka mpya, yeah, watanisapoti. Kwa hiyo namba zangu bado zipo kwenye description, lakini pia nimeziacha kwenye comment ya kwanza kabisa hapo, unaweza ukazicheki, na niseme tu happy new year internet. Bye bye. Okay, hii ni bye bye ya mwisho na ahidi kabisa hakutakuwa kuna bye bye nyingine. Hebu cheki video zote za mwaka 2025 ambazo umezimiss. Nimekuachia hapo.